Kaka umevaa tai ya kijani. Eh, uzalendo. <laughs> Ah, uzalendo eh. <laughs> <laughs> Tuambie namna ilivyokuwa ngumu, semaje, kupata alama tatu kila mchezo, kwani unakuwa ni mgumu? Kwanza, awali ya yote, nianza kwa kuwapongeza uongozi wa JPT Tanzania kwa kuwa na uwanja mzuri wa aina hii ambao tumeuona leo, uwanja ambao umekamilika mwaka jana, ama msimu mwaka jana, msimu uliopita tulikuja hapa Simba Sports kucheza na, na, na, na tulisimama karibia watu wote ukitoa VIP, sababu uwanja haukuwa na majukwa, lakini within a short period of time wameweza kupambana na watu wote ambao wameingia uwanjani hii leo wamepata nafasi ya kukaa na bado uwanja unaendelea kutengenezwa na kurekebishwa. Uh, ni kazi kubwa ambayo inahitaji commitment ya viongozi na of course uh, nani hawa JKT wana wana, wana wana hiyo commitment ya kutengeneza uh, facilities nzuri ya, ya mazoezi kwa hiyo kwa hilo nikasema nisiwe mchoyo fadhila, ni e, wa fadhila. Niwapongeze viongozi wote wa JKT Tanzania, siwajui sana kivyao vyao, lakini Kamanda Hassan Mabena nadhani anastahili pongezi kubwa kwa hii initiative na hatimaye wameweza kumiliki uwanja e, kama huu niseme tu kwamba kwa sisi ambao tuna exposure kubwa ya kusafiri sehemu mbalimbali duniani eh, jeshi ni katika eh, taasisi ambazo zinamiliki viwanja vingi, viwanja vikubwa kwa mfano tuko wale ambao tumekwenda kwenda Misri mara kadhaa, tumeshuhudia viwanja vingi, asilimia takriban 80 mpaka sabini viwanja vinamilikiwa na jeshi, tena viwanja viwanja vizuri kweli kweli. Kwa hiyo kwa hapa nilipongeze jeshi la kujenga taifa JKT kwa hiki ambacho mekifanya, wanastahili pongezi na wasiishie hapa, kwa sababu kila mkoa kuna, kuna, kuna kambi ya jeshi. Tunategemea kwenye kila mkoa kutakuwa kuna kiwanja bora cha mpira wa miguu na unapokuwa na viwanja vingi vya mpira wa miguu, maana yake unatoa option kwa vijana wengi kupata nafasi ya kucheza na hatimaye tunazalisha vijana wengi kwelikweli kweli. Kwa hiyo nikasema nisiwe mchoyo wa fadhila, ni muhimu nika, nika, nikasema hilo, hata nikifa hii leo ndiyo tayari nimewapa maua yao, viongozi wa JKT Tanzania. Kurudi kwenye mchezo, the game was very tough. Tough, tough, tough, tough na katika siku ambayo hatukucheza vizuri ni pamoja na hii leo. Eh, wachezaji ulikuwa unaona kabisa wako very down, wako very down na hii yote ni kutokana na, na ugumu wa ratiba tuliyokuwa nayo, unaona wachezaji wanakata kwelikweli moto eh, kwa sababu ratiba ni bampa tu bampa, na hatuna budi lazima, lazima, lazima, lazima tucheze, na ndio maana eh, haukuona mechi ikiwa nzuri machoni kwa watu, lakini technically ilikuwa ni mechi nzuri sana kwa sababu timu imeweza kudominate na imeweza kutengeneza nafasi nzuri kwelikweli. Kama tungekuwa clinical enough tungeweza kupata mabao mengi kweli kweli kileo kwa aina ya nafasi za wazi ambazo tumezitengeneza na kuzipata, lakini kwa kipekee kabisa ni mpongeze mlinda mlango wa JKT Tanzania, ameendelea kuonyesha kiwango bora kweli kweli, haishangazi kumwona eh, ni kolikipa wa timu ya taifa ya Tanzania. Amedhihirisha kwamba habatisha kwenye kila mchezo, anacheza vizuri, na ndio eh, tuseme eh, E, chachu ya mafanikio ya JKT msimu huu. Yote kwa yote wao wamecheza vizuri, lakini matokeo mazuri tumepata sisi, tumeondoka na alama tatu za kibabe, na kama ambavyo mnajua ubaya ubwela e, una, unatembea popote pale. Iwe kambi ya jeshi iwe kikosi cha mizinga, ubaya ubwela hauchagui ubaya ubwela hauogopi, tumewatembezea JKT ubaya ubwela nyumbani kwao, na hii inafanana kabisa na ya msimu uliopita tulikuja hapa tukawafunga goli moja bila la mwamba Rusaka. Leo tusichota chama tena goli hili hilihili la upande mleole wa kusini. Na leo tena upande wa kusini anaturudisha Fabrice Luamba Ngoma, tumewapelekea msumari wa moto, tumeondoka na alama tatu. Sisi kwetu tunaendelea kutamba yena yena, anaendelea na ubingwa unanukia. Ha? Semaji Joshua Mutale amewaka leo. Ya, Joshua Mutale ametuonesha kwa nini tulimtoa Power Dynamos ya Lusaka na kumleta nyumbani Tanzania, Dar es Salaam kwa Simba Sports Club. Huyu ndio Joshua Mutale ambao sisi tunamjua alitusumbua mno nyumbani kwao mm, Zambia, na akatusumbua vile vile katika uwanja wa Azam Complex kwenye mechi za kuwania kufuzu. Ubora wa hali ya juu, mbio mbio nyingi zenye faida, ufundi mwingi, na unamwona hileo amebadilishiwa majukumu takriban mara mbili mara tatu hivi. Mwanzoni alikuwa anatokea pembeni, baadaye akaja kuwa katikati, mwishoni akaja kuwa ndio namba tisa. Huyo ni Joshua Mutale budo sgr semaji bado kuna shida kwenye nafasi ya ushambuliaji, nafasi nyingi zinatengenezwa, lakini kuzikonveti kuwa magoli imekuwa ni changamoto sana kwa upande wa Simba. Hili kocha ameitazama kwa namna gani ili kufanya marekebisho kwa michezo ambayo imesalia? wa wow, wakati mwingine sio sio sio shida kwenye timu yenu, wakati mwingine ni ubora wa, wa, wa, wa, wa mpinzani husika. Uh, golikipa wa JKT Tanzania kama angekuwa angekuwa ange, ange, ange, eh, mbwelele mbwelele, tulikuwa tunamfunga bao tatu <laughs> lakini ubora wake umwanusuru JKT wasi, wasiruhusu mabao mengi vile. Kwa hiyo, sio swala la kwamba kuna shida labda kwenye eneo letu la ushambuliaji, ni swala la kwamba mlinda um, mlango wao alikuwa bora kwenye eneo la kuzuia michomo wa Simejini Simejini ya washambuliaji eh, wa Simba Sports Club. Na siku mbili kabla ya kukutana na Pamba takuwa mna siku mbili tena kabla ya kukutana na KMC, ratiba hii kwenu na majeraha ambayo tumeanza kuona kwenye timu akimshamu lakini mda huu mapo kuna nini inawapa picha gani na tahadhari gani sasa? Yani, kweli ratiba ngumu, lakini tulisema tangu mwanzo tutaishi nayo ratiba hii hii ngumu, na sisi tunajua namna gani ya kucheza kwenye ratiba hii hii ngumu. Uh, tayari tumecheza mechi ya kwanza dhidi ya Mashujaa kwenye ratiba hii ngumu, tukaondoka na alama tatu, safi kabisa. Uh, tukaja mechi ya JKT hii leo nanyewe ilikuwa mechi ngumu katika hii ratiba yetu, uh, ngumu ya mechi nne nadhani ngumu zaidi ilikuwa ni hii ya JKT Tanzania kwa sababu ya ubora wa timu yao. uh, JKT ni tofauti na timu nyingine hizi, hizi nyingine zinaweza kucheza kwa kupania, zinaweza kucheza kwa, ku, kwa kumahanika, mnajua, mnajua kumahanika, mnajua kumahanika. Mm -mm. Uh -uh. Uh, mnaweza kucheza kwa kusala yani, yanakuja kuja kama, ma, kama, kama, kama manyumba nitumie neno hili yaani yanakuja kuja mengi mengi, wanakuwa hawana utaalam na ufundi. Kwa JKT tuitegemea mchezo mgumu, kwa sababu tunacheza na mafundi. Hii timu nyie mnaiangalia tu hivi kwa kawaida kawaida, lakini akinashua hii nyie ya kwamba JKT ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji wengi wa taalamu wa bora, kwa hiyo tuitegemea mechi hii itakuwa ngumu. Mechi ya Pamba of course na yenyewe itakuwa ngumu uh, lakini kama watacheza kiufundi itakuwa ni, ni, ni mechi nzuri ya kiufundi, lakini kama watacheza vibaya vibaya hovyohovyo itakuwa ni mechi ya kiushindani, na sisi tuna uhakika wa kupata ushindi, the same to mechi ya mashujaa wa, wa, wa na timu nyingine za na wenyewe wana uwezo wa kucheza mpira mzuri wa kuvutia na timu nzuri. Kwa hiyo mechi zizobakia tunaamini zitakuwa nzuri kiufundi na Simba tutanufaika, kwa sababu sisi, labda sema kitu kimoja uh, na hili ni vema kila timu ikielewa. Unajua, uh, kuna wakati tunaona watu wapinzani wanalalamika lalamika na, na nini. Jamani, Tanzania hii kwa msimu huu sisi, Simba Sports Club tuna timu bora, tuna kikosi bora kuliko timu nyingine yoyote ile Tanzania hii na ushahidi wa hilo ama uthibitisho wa hilo ni mafanikio tuliyoyapata kwenye michuano ya kafu. Michuano ya kafu huwa ndiyo wanasemaga, ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo benchmark ni sawa, eh ndiyo kipimo ndiyo kipimo, kipimo. Kwa hiyo sisi hata tukikufunga tukikufanyaje sio kama tunakuonea, ni tuemalize ni ubora tuliokuwa. Ngoja tu hojani mpaka wanajeshi watufukuze, tutarudishwa kichula chula. <laughs> Kwa sisi bwana, tuna timu nzuri sana eh. Kwa hiyo watu wasi, wasi na mahanika sisi tunapowafunga tunapowafanyia, sababu sisi ni timu bora kweli kweli.